Remigius Ambrose Kawala ni mkurugenzi wa teknolojia ya nyuklia na huduma za ufundi natoka Tume ya Nguvu za Atom Tanzania. Na nipo hapa nanyi kwa ajili ya kuwapa eh, maendeleo ya workshop yetu ambayo leo tunahitimisha. Workshop hii ni mahususi kwa ajili ya kuona ni namna gani teknolojia ya nyuklia hususan eh, eh, teknolojia hii ambayo inaweza ikatupelekea kama nchi kuona umuhimu wa kuitumia kwa ajili ya kuzalisha nishati, na hapa tunaizungumza ni nishati ya umeme. Nishati hii kwa namna moja ama nyingine tumekuwa tukiitegemea kwenye vyanzo mbalimbali, vikiwemo vyanzo vya maji gesi, mafuta na kadhalika. Sasa tumefanya workshop hii, tumeita wenzetu wataalam ambao wanatoka nchi mbalimbali duniani, wenyewe wao wameshapiga hatua, na katika hatua hizo wanakuja sasa kutushirikisha ni kwa namna gani wao waliweza kutumia teknolojia hii ya nyuklia katika uzalishaji wa nishati ya umeme. Na sasa wataalamu wetu kutoka uh, shirika la nguvu za atom duniani tumekuwa nao hapa kwa siku tano wametueleza kinaga ubaga, ili kama nchi iweze kuelekea huko basi ni hatua zipi inatakiwa kuzichukua, na ni mpango ambao sio mpango wa muda mfupi, kwa sababu ni mpango ambao unahusisha hatua kwa hatua. Mojawapo ya hatua muhimu sana ni lazima kuwa na chombo mahususi kwa ajili ya kucoordinate, maana yake kuna vitu vingi ndani yake, kuna kitu cha kwanza, cha pili mpaka vitu kumi na tisa kwa utaalamu vinaitwa infrastructures issues. Yani, kama unataka kwenda kwenye uwekezaji wa teknolojia ya nuclear, basi kuna vitu kumi na tisa vinaitwa nuclear power infrastructure issues, ambazo sasa ndiyo wametupitisha wenzetu na kutuambia sasa, kama mnataka kwenda huku, basi ni jambo la heri mkazianza kuziangalia. Lakini tunashukuru Mungu pia, kwa sababu workshop hii imekuja wakati mwafaka sana. Wakati ambao Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, eh, Rais wetu mpendwa sana alitusisitiza kuona namna gani tunaweza tukatumia baadhi ya nishati zetu tulizonazo, madini yetu ya uranium katika eh, kuona tunazalisha umeme. Na kama mnavyofahamu wakati wa ufunguzi eh, kamishna wa nishati alitueleza kwamba tuna reserve ya kutosha, lakini pia tuna maelekezo ya Mheshimiwa Rais ya namna gani na namna bora ya kuona tunaitumia eh, tunatumia madini haya kwa ajili ya kufikiria na kutafakari kwa kina jinsi ya, eh, ya kuzalisha umeme. Sasa maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais mkuu wetu wa nchi pamoja na uh, sisi kama wadau wakubwa wa uendelezaji waendeleza wa teknolojia ya nyuklia pamoja na wenzetu wa taasisi mbalimbali mbali zile taasisi za nishati ambazo ni za bara na visiwani tuko hapa pamoja sasa kuona namna gani tunatekeleza maelekezo ya serikali maelekezo ya serikali ni jambo moja lakini namna sasa ya kuendea hatua kwa hatua lazima iendane na mipango kabambe ambayo ndio workshop hii inaenda kujibu walao kwa kuanzia wapi tuanze wapi twende na tufikie wapi kwa hiyo mpaka sasa hivi ili tuweze kufikia hatua ya kusema sasa Tanzania tunakwenda kuzalisha umeme wa teknolojia ya nyuklia, workshop hii itatusaidia kutengenezea njia nzuri, na baadaye huko mbeleni tutaendelea kuwasiliana, tutaendelea kuwajuza wananchi wapi tumefikia na wapi tunakwenda. Lakini kubwa zaidi ni nini? Wenzetu wa nchi za jirani, na wao wako kwenye hatua kama hizi. Kenya wapo, Uganda wapo, na Rwanda wapo. Wenzetu wameanza, uh, kwa hatua, uh, tulianza nao mwanzo pamoja, lakini wenzetu waliendelea mbele zaidi, kutokana na zile wilza kwa hiyo kauli ya Mheshimiwa rais iliyotolewa wiki mbili zilizopita, imekuwa ni chanzo kikubwa na kizuri cha kutusaidia sisi kupiga hatua kwe, kwenye hii matumizi ya teknolojia ya nyuklia katika uzalishaji wa nishati kwa kuangalia eh, sekta ya madini na namna ambavyo walifanya geo mapping madini ya uranium kwa kiwango kikubwa. Yako maeneo ya Namtumbo, kuna mradi mkubwa kule unaitwa Mkuju River Project ambao na takriban tani 1058 na hii ndio imekuwa chanzo kikubwa ambacho kimepelekea pia kuona namna gani tunaweza tukatumia eh, madini haya eh, kuifaidisha nchi, lakini maeneo mengine ya Dodoma Bahi yapo eh, na ukanda ule wa Bahi Singida yapo pia. Sasa baada ya, ya, ya tathmini ya kina sasa eh, sisi kama waendelezaji wa teknolojia ya nyuklia sisi tu tayari tumeshatengeneza benchmark na tayari hizi taarifa baada ya kikao hiki tunazo na tunashukuru pia Wizara ya Nishati imeona umuhimu wa kulipokea jambo hili. Kwa lengo letu sisi ni kuhakikisha zile teknolojia za kinyuklia zenye manufaa kwa nchi na zinaweza zikatumika nchini zinawafikia wadau wa husika kwa Wizara ya Nishati. Nakumbuka eh, wakati wa ufunguzi wakati wa kamishna alikiri dhahiri kabisa kwamba kweli teknolojia hii ina uhitaji mkubwa, na katika mawasilisho yake pia alisema eh, katika mpango wa, wa, wa energy wa taifa eh, miaka 20 ijayo tunategemea kuwa na walau megawatt 450 zitakazo toka kwenye hii sekta hii ya, ya, ya nyuklia. Kwa hiyo yote haya yakichanganywa na vyanzo vingine, basi tunaamini sekta ya nyuklia kwa ukubwa wake itachangia hizo megawati 450, lakini pia inaweza ikafanyiwa wanasema restudying au e, masomo zaidi na kuona je, inaweza ikachangia zaidi au la, kwa sababu ni teknolojia ambayo kwa kweli sasa hivi nchi nyingi sana duniani e, inaanza, imeanza kuzipa hata hivi tunavyozungumza e, e, Benki ya Dunia Benki ya Dunia tayari imeshakubali kuanza kufadhili hizi e, mega project za kinyuklia huko awali, walikuwa wanasema hapana, lakini sasa hivi wamekubali. Kwa hiyo mkienda kwenye taarifa za World Bank in town, eh, kulikuwa kuna, kulikuwa kuna, kuna uo uhitaji na e, siku mbili zilizopita wametoa kauli kwamba wataanza kutoa fedha kuzi, kwa, za mikopo mnafuu kwa ajili ya kuwezesha miradi mikubwa kwa zile nchi ambazo zinaendelea.